Msemaji wa jeshi na baadhi ya wanajeshi wauawa kwa ndege zisizokuwa na rubani. Hii ni Nje ya Box TV update langu, jina ni Christina Mbaruku. Msemaji wa jeshi ameuawa katika shambulio la ndege isiyo na rubani ya RSF kwenye ikulu ya rais. Jeshi linasema Luteni Kanal Hassan Ibrahimu ameuawa pamoja na Kapteni Emadi Irdani Hassani, mfanyakazi mwenzake mwenye cheo cha chini. Jeshi limeliambia BBC, Kapteni Hassani alikuwa mmoja wa washawishi maarufu wa mitandao ya kijamii wa jeshi. Mfanyakazi watatu wa kituo cha televisheni cha Sudani pia waliuawa walipokuwa wakiripoti kuhusu harakati wa za wanajeshi hao kuelekea Ikulu. Walikuwa mhalili wa vipindi, mpiga picha na dereva. Mashambulizi hayo ya ndege zilizokuwa na rubani yalilenga wanajeshi waliokuwa wakisherehekea ndani ya ikulu ya publikasheni, saa chache baada ya wanajeshi kuliteka tena jengo hilo la mfano kutoka kwa RSF. Ilikuwa ni Nje ya Box TV Update. Usisahau kusubscribe kulike na kushare ili waanze kupata notification.